Ni mechi ya kufuzu kwa dimba la kombe la dunia la mwaka 2026 ambapo hali ya sintofahamu ilishuhudiwa, maelfu ya Wakenya wakifika ugani Nyayo kushuhudia timu ya taifa Harambee Stars, idadi ya mashabiki waliofika wakiwashinda nguvu maafisa wa polisi. <tiple> baadhi ya wanasiasa wakifika ugani Nyayo kushuhudia mechi hiyo, mbunge wa Mumias Mashariki Peter Salasya alijipata pabaya Kundi la vijana likionekana kumshambulia mwanasiasa huyo, alilazimika kukimbilia maisha yake. Kundi hilo la vijana lililomfukuza likisikika kumkanya dhidi ya kumkejeli kinara wa ODM Raila Odinga. Sio Salasya tu aliyejipata kikaangoni, bali pia rais William Ruto, mashabiki waliofika ugani wakiimba nyimbo za kumkataa rais William Ruto hiyo ni ile tumefunga bao ama mcheza santuri akiwaburudisha mashabiki na nyimbo maarufu kasongo yeye. Kukejeliwa kwa Rais William Ruto kuna jiri huku, wa Kenya wakiendelea kulalamikia hali ngumu ya maisha. Rais Ruto na kinara wa ODM Raila Odinga wakitia saini mkataba wa kufanya kazi kwa pamoja huku akidai kuwa mkataba huo utaunganisha wakenya na kuimarisha hali ya uchumi.